Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niwapashe yale yala mpayo yameweza kujiri. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Niruhusu tukiwa tunaanza uchambuzi wa kanda hii, nikuulize swali nyepesi sana, mpaka lini tutakuwa tunatendewa maovu na hii serikali ya wauaji ya Samia Suluhu Hassan na tunanyamaza, mpaka lini? Eti tunatendewa mabaya, tunakimya, mpaka lini? Ninamaanisha nini? Kuna maandamano ambayo yameweza kuzuka leo siku ya Jumatano tarehe 7 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Tanzania, kipindi ambapo raia walikuwa wanaenda kuzika mwili wa kijana ambaye aliweza kuvamiwa na jeshi la polisi na kauawa. Vijana hawa na raia hawa ambao walikuwa wanaenda kuzika mwili wa mwenzao waliandamana barabarani wakiimba maneno ama wimbo ambao ulikuwa na ujumbe kuelekea kwa taasisi mbili. Taasisi ya kwanza ni uongozi mbovu wa Samia. Vijana hawa na raia hawa upande wa Dar es Salaam walikuwa wanaimba kwamba Mama Samia muuaji, mama Samia muuaji. Pili, vijana hawa walikuwa wanaimba polisi wauaji, polisi wauaji. Lakini niruhusu, ni ruhusu wakosoe vijana barubaru, wenzangu, munajua hii serikali ni ya wauaji mbona mnaita Samia eti kwamba mama? Unajua, mama mtu ambaye anapewa amba taji la kuitwa mama ni mtu ambaye anawajali watoto wake. Mwanamke ambaye anapewa taji la kuitwa mama ni mtu ambaye anawajali watoto wake, anawalinda watoto wake kutoka kwa mavamizi, kutoka kwa magonjwa anawatetea watoto wake waweze kupata kazi, anahakikisha kwamba watoto wake wamekula vizuri. Lakini ukiangalia Samia, hayo yote hajaweza kuyafanya. Kabla hatujaweza kusonga mbele, ni ruhusu ni kucheze kanda hii upate taswira kamili.

Nina imani kwamba umepata taswira kamili ya yale ambayo yamejiri hii leo, siku ya Jumatano tarehe 7 Januari mwaka mpichi kabisa, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, na, na ndio maana nilikuuliza mpenzi mtazamaji, tukiwa tunaanza kanda hii, mpaka lini tutakuwa tunatendewa maovu na tuna kimya? Unataka wenzetu waendelee kuuawa kama wanyama, kama kuku, kama mbwa, kama watu ambao hawafai, na tunatulia. Unajua, endapo tutatulia hawa, hawa watu ambao wanatuhumiwa kwenye hii kanda, tukianzia Samia tuende kwa jeshi la polisi Tanzania, watatuona kama watu ambao hatufai watatuona kama watu ambao tunaweza tukafanyiwa mabaya wakati wowote, na tusije tukauliza. Wacha nikupe mfano mzuri, sisi wazazi, kwa sababu ya hata mimi ni mzazi. akipindi ambapo unapata kwamba kuna mtoto pale nyumbani yuko na mazoea ya kufanya makosa na unamsamehe yule mtoto atakuwa na hulka ya kuendelea kukosa kila siku, atakuwa na mazoea ya kufanya kosa akijua kwamba ah, mzazi hana haja, ataniacha. Lakini ukiwa unamnyorosha kidogo, unamwambia usije ukarudia, yule mtoto atajua kwamba nikifanya kosa hili ama nikirudia kosa hili nitapata kiboko au nitachunwa na mzazi. Sasa ndio maana ninasema kwamba hii serikali inatumia, unajua, kitu ambacho kinaitwa uongozi wa kimabavu, udikteta. Wataua wenzetu hii leo, tunyamaze, kesho watarudia hiyo hiyo. Na ukijaribu kufuatilia ni kitu ama ni kipi ambacho kiliweza kujiri mpaka serikali ikamuua mwananchi, utaulizwa ama utajibiwa oo, sijui alienda kujibiza polisi. Polisi ni akina nani ambao hawapaswi kujibizwa? Ukiona watu ambao wanaitwa polisi ambao wanasema kwamba hawapaswi kujibiwa, ni watu ambao hata akili hawana, kwa sababu kipindi ambapo inafikia polisi wanamuua mwenzao ama wanaua binadamu mwenzao, ninajiuliza, huyu polisi yeye hana ndugu? Hana dada? Yeye ndugu yake akiuawa au Samia ndugu yake akiuawa, mtoto wake akiuawa, atajihisi kivipi? Atafurahia? Atacheka? Atatabazamu au atalia? Huo ndio huo uchungu ambao sisi raia tunaopitia kipindi ambapo tunapoteza wenzetu. Sasa nikimalizia, ninaomba niwapee mambo ma, mawili ya wasia. Jambo la kwanza, tunapaswa kuamka kutoka mahala ambapo tumelala, ndugu zangu wa Tanzania. Na mimi sichochei raia, lakini ninawaambia kwamba tumelala usingizi wa pono Tunahitaji kugutuka kutoka mahala ambapo tumelala. Tunahitaji kugutuka kivipi? namba 1, tunapaswa kukataa utawala wa kiudikteta. Serikali ikifanya kitu kibaya, lazima hata kama ni maandamano tuyaitishe na tukatae kabisa. Yaani, tunapaswa kuandaa tunapaswa kuandaa maandamano ya kue kama ni chai yetu, chakula chetu tukikosewa maandamano, ndiposa serikali hii iweze kujua kwamba raia wameamka. Raia sio wale ambao tulikuwa tunatawala kimabavu kutoka hapo nyuma. Kitu ambacho unapaswa kujua sasa hivi, hata ulimwengu mzima unatuangalia. Ulimwengu mzima umekwisha jua kwamba Samia ni muuaji. Kwa hivyo tunapaswa kuamka, kama ni maandamano, tukikosewa tunapaswa kuandamana, ndiposa serikali hii isije ikarudia makosa yale yale. Namba mbili, tunapaswa kukataa utawala wa kimabavu. Unajua, utawala huu wa kimabavu ndio unafanya mauaji kama haya kuendelea. Yaani serikali inajua kwamba hata wakifanya mabaya, raia wawezi wakafanya chochote hatuwezi tukawafanyia chochote. Tunapaswa kukataa utawala wa kimabavu. Polisi wanatumia mamlaka kupita kiasi, polisi wanatumia mamlaka kupita kiasi. Lazima hizo pembe zao ambazo zimeweza kumea, tusikate tuzikate kwa maandamano. Namba tatu namba tatu na ya mwisho, ninawaomba tuanze vugu vugu la kutaka na kuhitaji kwa lazima katiba mpya, katiba mpya ndani ya Tanzania ambayo itajumlisha sheria kwamba hata polisi akihusika kwenye mauaji anaweza akachukuliwa hatua madhubuti katiba mpya ambayo itapea mahakama uhuru wa kufanya kazi bila kuingiliwa na serikali. Sasa hivi, unajua hatuna mahakama ndani ya Tanzania, taifa letu. Mahakama ambazo ziko zinafanyia Samia kazi. Tunahitaji katiba mpya ambayo inatambua uhuru wa mahakama, ili polisi akipatikana kwamba ameua raia au hata kiongozi ameua raia au hata kiongozi ameweza kupora mali ameweza kupora kodi za wananchi, anaweza akapelekwa mahakamani na njia za mahakama, njia za sheria zifuatwe ili kuleta haki. Tusije tukakimya, tukikimya tunazidi kupea viongozi hawa pembe za kuendelea kututawala kimabavu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra sambaza ikanda kuelekea kwa vikundi vingi. Asante sana kwa kunisikiliza.